Watu waanze kuzungumza kwa pamoja na isiwe tu ni wakati huu peke yake, bali tuiendeleze pia after this event. Na kwa kweli katika upande wa kina mama ni kwamba tumeona wanawake wengi wameweza kuinuka katika kuingia katika nafasi za siasa. Wakati huo katika kulingana na kijamii, vile ambavyo tulikuwa tumekuzwa, ilikuwa ni kwamba kina mama hawezi pia nafasi ya kuweza hata kuongea mbele ya wanaume, kwamba hata kama kuna any discussion ambayo inaendelea, wanawake walikuwa wanaambiwa, nyinyi mnafaa kunyamaza na vile wazee ambavyo wamesema ndio hivyo itakuwa . Lakini tumeona mabadiliko mengi sana, kuna sauti za wanawake zinainuka, wanawake wanajichangia katika mambo ya budget. Uh, dada vile alikuwa anaongea, wanaenda katika hizo mikutano na wanaweza pia kuweza kudebate katika kuangalia masuala vipi masuala yao yameweza kuangaliwa. Na vilevile vile katika siasa, si kwamba wanawake tu wa umri wa rika kama mimi, hata wale ambao ni wachanga, tumeweza kuona pia wamechangamka kuingia katika mambo ya siasa. Asante. Asante sana uh, nitapia, nitazungumza naye aliyekuwa mwakilishi wadi uh, Eric Ocheng uh, kwa kifupi sana sekunde thelathini kisha tutazungumza naye.